Shule ya chekechea ilishambuliwa katika mji wa pili wa ukubwa nchini Ukraine Kharkiv, na kulikuwa na uharibifu mkubwa huko Kievu, katika mfululizo wa mashambulizi ambayo Zelensky alisema ya yalithibitisha kuwa Urusi haikuwa chini ya shinikizo la kutosha ndio maana inaendelea na vita. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Ukraine yalikuja wakati rais wa Marekani akisitisha ya mipango yake ya mkutano wa kilele unaotarajiwa kufanyika mjini Budapest, saa chache kabla ya hapo wa Marekani, Donald Trump alisema mipango yake ya mkutano wa kilele unaokaribia kufanyika mjini Budapest na Vladimir Putin wa Urusi imesitishwa kwa vile hataki mkutano wa kupoteza muda. Ikulu ya Kremlin imekataa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mstari wa mbele uliotolewa na Trump na viongozi wa Ulaya. Mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Urusi dhidi ya miji ya Ukraini yamesababisha vifo vya takribani watu sita, wakiwemo watoto wawili. Rais Volodimir Zelensky amesema watu wengine 21 walijeruhiwa katika usiku mwingine wa mashambulizi ambayo alisema yalithibitisha kuwa Urusi haikuwa chini ya shinikizo la kutosha kwa kuendelea kwa vita. Wakati hayo ya kijiri, jeshi la Ukraini limesema kuwa limeshambulia kiwanda cha kemikali cha Urusi katika eneo la mpakani la Bryanski usiku wa Jumanne kwa kutumia makombora ya Storm Shadow yaliyotolewa na Uingereza.